The moment, watu wa serikali mtakapopata nafasi ya kujifunza kuzalisha kipato nje ya mshahara, mtaheshimu sekta binafsi, mtaheshimu wafanyabiashara, hamtawatukana, hamtawagombeza, hamtawaonea wala kufanya mambo ya ovyo wala habari ya kugombana kuhusu makadirio kwa sababu ni pinch ambayo unaipitia kwa hapa na hapa. Watumishi wameanza pia kujifunza kulima viazi, kulima parachichi ili wanapojadili ushuru wajue kwamba gharama ya kuendeleza kwenye kiasi la parachichi ni shilingi ya ajue gharama ya mbao ni shilingi ngapi? Sio mtu anakaa kwenye kikao cha baraza la madiwani au CMT alimashawa na ropoka tu. Sasa matokeo yake ana staff anakutana nayo mambo ya viazi. Mimi biashara yangu yote ni kuuza akili. Kila siku naomba Mungu niwe mzima ili akili yangu iendelee kufanya kazi niuze. Ndio kazi nafanya hiyo. Unakuja na kuandika kiproposal yako unalipa hela. Ndio kazi naifanya biashara maisha yangu yote. Mheshimiwa Rais aliponitoa kwa waziri wa viwanda na biashara, nikamwambia mke wangu, mimi waziri wa viwanda na biashara sijawahi kuuza nyanya. Ni waziri wa namna gani huyu? Na mimi nikaamua kufungua shamba la alizeti Manyoni. Acha mchezo jamani, umesema vizuri. Hebu fanyeni biashara ili muone maana, acheni utani. Nikaweka vijana wangu kule, wakaenda kafieka. Nikaenda kusajili kampuni hiyo. Pesa ya kusajili kampuni haikuwa ya kitoto. Nikalima pale, nikawekeza hela zangu milioni kadhaa kuja kuvuna nikapata laki sita. <laughs> <laughs> Halafu mtumishi wa umma unachezea mfanya biashara mtumishi, kila mtumishi wa umma, mimi sina uwezo kuagiza, naweza nikashauri, kila mtumishi wa umma katika nchi embu afungue ka biashara afanye, ili ajue. My friend, it is not easy to do business. Nadhani tukiweka kwa biashara tutaweza kusaidia biashara nchini. Mimi mheshimiwa mkuu, tangu, tangu wakati huu nimeongeza adabu kwa biashara.